Askari atakuchukua atakuchukua, ah, lakini takuchu takkubalakinikiamba kama hivi ah, hapo interview nini tayari hiviaaai Yesu unapata kibali kwenye maisha yako. Amen, amen. Vua hilo vazi la umasikini walilokutusa wacha. Hawataki ufanikiwe kwenye maisha yako. Amen. Hawataki ndoa yako iwe na amani. Hawataki ufanikiwe ndio maana unaanza kulewa tu. Unaanza kutendea na makaaba tu. Unasahau na familia yako. Yesu yuko baada yako. Vua vazi la uchakavu, upae vazi jipya. Yesu atakufanya mpya. Amen. Karibuni kwaya ya Berea.